Karibu mpendwa, katika maombi ya kufunga wiki na shukrani. Tumeuona ulinzi wa Mungu, tumepumua pumzi yake na tumetembea katika nuru yake kwa siku zote za wiki hii. Leo tunakusanyika kwa moyo wa unyenyekevu, tukimshukuru Mungu kwa wema wake, na tukiyakumbuka maisha ya ndugu zetu waliopoteza maisha wakati wa uchaguzi mkuu hapa Tanzania. Tunaomba rehema kwao faraja kwa familia zao na amani kwa taifa letu Tanzania. Heri wapatanishi kwa maana hao wataitwa wana wa Mungu. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 9. Tafakari fupi ya neno la Mungu. Amani ya Kristo na ikatawale mioni mwenu, ambayo kwa hiyo imeitwa katika mwili mmoja, tena iweni na shukrani Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya tatu aya kumi na tano. Nalipata andiko hilo. Tafakari ya neno hili inatukumbusha kuwa amani ni zawadi, lakini pia ni jukumu, ni jukumu, ni wito wa kuwa wamoja hata tunapohisi tumejeruhiwa au kupoteza. Leo tunaposhukuru Mungu kwa wiki hii iliyopita, kwa wiki hii iliyopita tunamuomba pia atupatie nguvu za kuponya vidonda vya taifa letu, vidonda vya hofu, majeraha ya kisiasa na huzuni ya wale waliotangulia. Mungu wetu ni Mungu wa uzima, si wa mauti. Ni Mungu wa matumaini, si wa hofu. Maombi ya shukrani. E Mungu wa rehema na upendo, tunakushukuru kwa siku saa na pumzi zote ulizotupa katika wiki hii. Umetulinda, umetupa chakula, umetuongoza katika njia zako. Tunakushukuru kwa taifa letu la Tanzania, nchi ya amani, watu wenye imani na roho ya undugu. Tunakushukuru kwa viongozi, wapiga kura na kila mmoja aliyejitoa kwa uadilifu wakati wa uchaguzi. Maombi kwa ajili ya waliofariki. Ee Bwana wa uzima, leo tunakuombea, tunawaombea ndugu zetu waliopoteza maisha wakati wa uchaguzi mkuu. Wengine waliangamia katika ghasia, wengine kwa hofu, wengine kwa mapambano. Wote ni wanao, Bwana, waliotoka katika vumbi na kurudi kwako. Wape pumziko la milele na mwanga wako wa milele uangazie Wapumzike kwa amani. Amina. Maombi kwa taifa. Ee Mungu wa Tanzania, tazama taifa letu kwa jicho la rehema. Tupe umoja wa kweli, tuchangamke kwa upendo, tusameane kama ndugu, na tuishi kwa heshima na haki. Tufundishe Bwana kwamba uchaguzi si uhasama hai ni nafasi ya kusikilizana na kujenga taifa lenye matumaini. Tufanye chombo cha amani na mabadiliko yenye upendo. Na kazi ya haki itakuwa amani; na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Tunasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 32 aya kumi na na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Tafakari ya kufunga wiki. Tunapofunga wiki hii tukumbuke kuwa maisha ni safari, na kila siku ni zawadi. Shukrani zetu ziwe kwa Mungu kwa yale mema tuliyoona, na sala zetu ziwe kwa wale waliopotea njiani. Tuwe watu wa amani, tueneze upendo na tuishi kama mashahidi wa nuru katika giza la dunia hii. Amani ikae nanyi sasa na hata milele. Sala ya mwisho. Ee Mungu wa rehema, tunakuinua mioyo yetu, tunainua mioyo yetu kwa shukrani na tumaini. Tubariki katika siku zijazo, Tulinde na utuongoze katika kila jambo. Tupe moyo wa kusamehe, moyo wa kupenda, na macho ya kuona wema wako hata katikati, hata katikati ya machungu. Tunakuomba haya kwa jina ya Yesu Kristo, ambaye ndio njia, kweli na uzima. Amina. Asante kwa kushiriki nasi katika maombi ya kufunga wiki na shukrani. Kumbuka, taifa lenye shukrani ni taifa lenye matumaini. Tuwe watu wa amani, wapatanishi na mashahidi wa upendo wa Mungu. Mimi ni Godfrey Tumaini, nikutakia amani, neema na baraka za Mungu wiki ijayo.